Tunapo anza safari yetu ya hekima katika Yohana sura ya nne. Leo Yesu sasa anaondoka Yudea, anaelekea kaskazini kwenda Galilaya. Na hapa kwenye mstari wa nne tunaambiwa kwamba yeye Yesu ilimbidi apitie Samaria. Kitenzi hapa kinaonyesha kwamba ilikuwa lazima apitie Samaria, yaani ilimbidi aende huko, alilazimika tu kwenda huko. Unaona, Yesu ana miadi ya kiungu akilini na Roho Mtakatifu ndiye anaongoza njia. Sasa Yesu anaposafiri kupitia Samaria anafika kwenye kisima hiki cha kale, kisima hiki cha zamani ambacho Yakobo alichimba kane nyingi zilizopita. Sasa ni karibu saa sita mchana, tunaambiwa kwamba wanafunzi wameenda kijijini eh tikari kununua chakula, wanamwacha Yesu pale aketi na kupumzika kidogo kando ya kisima hiki. Basi Yohana anaandika hapa katika mstari wa saba, mwanamke mmoja wa Samaria alikuja kuteka maji. Yesu akamwambia nipe maji ninywe. Hili ni tukio la kushangaza kwa njia yoyote ile. Wayahudi hawakuwa wakizungumza na Wasamaria. Kwa kweli, kulingana na Mishna ambayo ni maelezo kuhusu maisha ya Kiyahudi, waliamini kwamba Wasamaria ni najisi tangu kuzaliwa hadi kufa. Sasa huu uhasama mkali ulianza takriban miaka mia saba iliyopita. Yote yalianza wakati wa Ashuru waliposhambulia makabila ya kaskazini ya Israeli na kuwachukua watu wengi utumwani. Wayahudi waliobaki walioachwa nyuma walioana na mateka kutoka mataifa mengine ambao Waashuru waliwaleta katika nchi hiyo ili kuilima na kuisimamia. Kwa hiyo sasa ukawa na kundi hili linalokuwa la wayahudi waliokuwa wamechanganyika, unaweza kuwaita hivyo. Kwa kweli walitengeneza dini yao wenyewe. Ilikuwa kama uyahudi uliopunguzwa makali. Hata walijenga hekalu lao wenyewe kwenye mlima Derizimu, sio mbali sana na mahali ambapo Yesu anazungumza sasa na huyu mwanamke Msamaria. Kwa njia hiyo hawakulazimika kwenda Yerusalemu kuabudu. Kwa njia, Yesu kuzungumza hapa ni kuvunja mila tatu tofauti za Kiyahudi, kama vile sheria zisizoandikwa. Kwanza, anazungumza na Msamaria ufanyi hivyo kama wewe ni mwanaume Myahudi mzuri. Pili, anazungumza na mwanamke, na unahitaji kuelewa kwamba katika kizazi cha Yesu, Rabi alitakiwa kuwa mwangalifu kiasi kwamba hakupaswa hata kumsalimu mwanamke hadharani, achilia mbali kuzungumza naye. Na kwa njia, huyu si mwanamke wa kawaida tu. Huyu ni mwanamke mwenye sifa inayojulikana sana. Hakika hii inaeleza kwa nini anachota maji saa sita mchana wakati wa joto kali zaidi wa siku? Hakuna mtu mwingine atakayekuja kisimani wakati huu. Hakuna atakayemtazama kwa macho ya ajabu. Hakuna atakayemcheka, kumtukana au kumdhihaki. Ni kuambia, mpendwa, huyu ni mwanamke mpweke, mwenye dhambi na mwenye uhitaji mkubwa. Ana kiu ya kitu fulani, kitu cha kweli, kitu kitakachodumu. Kwa namna fulani ni kwamba anamuomba mwanamke huyu maji ya kunywa. Sasa kulingana na maoni ya watu wengi, kupokea chakula au kinywaji kutoka kwa Msamaria kungekuwa ni kushiriki uchafu wa kidini wa mtu huyo. Sasa niseme hivi, hakuna hata moja kati ya haya yanayompita huyu mwanamke bila yeye kugundua. Kwa kweli, anamuuliza Yesu hapa kwenye mstari wa tisa, inawezekanaje wewe Myahudi uniombe maji ya kunywa? Mimi. Mwanamke wa Samaria. Yesu anajibu katika mstari wa kumi kama ungejua zawadi ya Mungu na ni nani anayekuambia nipe maji ya kunywa ungekuwa umemwomba yeye, naye angekupa maji aliyo hai. Sasa huyu mwanamke amechanganyikiwa bila shaka, kwa hiyo anamwambia Yesu hapa kwenye mstari wa kumi na moja, Bwana, huna chombo cha kuchotea maji na kisima ni kirefu utapata wapi hayo maji yaliyo hai? Anamwambia Yesu moja kwa moja kwenye mstari wa kumi na mbili, na anamuuliza je, wewe ni mkuu kuliko baba yetu Yakobo? Kwa maneno mengine anamwambia Yesu, Yakobo, babu yetu mkuu, alichimba kisima hiki. Kwa hiyo kama unadhani unaweza upata maji bora kuliko ya Yakobo, e eh, wewe unajiona kuwa nani hasa? Sasa atajibu hilo swali muda si mrefu, lakini kwanza anamwelezea kuhusu yale maji yaliyo hai anayompa. Anasema kwenye mstari wa kumi na tatu, kila mtu anayekunywa maji haya, yaani kutoka kwenye kisima cha Yakobo, ataona kiu tena, lakini yeyote atakayekunywa maji nitakayompa mimi ataona kiu tena kamwe. Yale maji nitakayompa yatakuwa ndani yake chemchemi ya maji inayobubujika hadi uzima wa milele. Basi mara moja anasema kwenye mstari wa 15, Bwana nipe maji haya, ili nisione kiu tena, wala nisiwe na haja ya kuja hapa kuchota maji yaani tena. Bado amechanganyikiwa, anawaza kuhusu kitu cha kimwili. Yesu anamwambia kwamba kiu yake halisi ni ya kiroho. Sasa huenda Yesu anarejelea utimilifu wa unabii wa Isaya. Eh, wakati watu waliochaguliwa waliambiwa choteni maji kwa furaha kutoka kwenye kisima cha wokovu. Isaya sura ya kumi na mbili mstari wa tatu. Kwa kweli nabii Yeremia alisema kwamba Bwana ndiye chemchemi ya maji ya uzima. Yeremia saa kumi na saba na madakika kumi na tatu. Lakini yeye yule mwanamke hailewi uhusiano huo. Sasa Yesu anasema nini baada ya hapo? Karibu ghafla kabisa anasema hapa kwenye mstari wa 16 nenda, mwite mumeo uje hapa. Naye anajibu kwenye mstari wa 17, sina mume. Sasa Yesu anajua hilo, na sasa anamshangaza kwa kusema umesema kweli, kwa maana umekuwa na waume watano na yule uliye naye sasa si mumeo. Sasa hebu ni kuambie, ghafla anagundua kwamba Yesu lazima awe kiongozi wa kiroho wa aina fulani Maalum. Yeye hata anapuuza ile kauli na anajaribu kutumia maneno ya kiroho, hapa kwenye mstari wa 19 na akisema, wana naona kwamba wewe ni nabii. Kweli, si utani. Kisha anajaribu kumtoa Yesu kwenye mada kwa kuanzisha mjadala huu wa zamani uliokuwepo kati ya Wayahudi na Wasamaria kuhusu mahali watu wanapaswa kuabudu kama ni Yerusalemu au pale mlima Gerizimu. Lakini Yesu yeye hatakubali kutolewa kwenye mada hapa. Yeye ana jambo lake kichwani, hivyo anasema hapa kwenye mstari wa 23: saa inakuja na sasa imefika ambapo waabudu wa kweli watamwabudu Baba kwa Roho na kweli, kwa maana Baba anawatafuta watu wa namna hii wamwabudu. Mungu ni Roho, nao wamwabuduo lazima wamwabudu kwa Roho na kweli. Sasa katika hatua hii anamsikiliza kwa makini sana, na labda anaanza kuunganisha mambo na baadhi ya zile unabii kuhusu maji ya uzima. Hivyo anamwambia Yesu kwenye mstari wa 25, ninajua kwamba Masihi anakuja, yule anayeitwa Kristo, na atakapokuja atatufundisha mambo yote. Yesu akamwambia kwenye mstari wa 26, mimi ninalozungumza nawe ndiye huyo. The other... huwezi kukosa hilo sasa. Hapa kwenye mstari wa 27, mambo yanaanza kwenda haraka. Wanafunzi wanarudi wakiwa na chakula, wameshangaa kumkuta Yesu akizungumza na mwanamke huyu. Mwanamke mstari wa 29 unatueleza kwamba yule mwanamke anakimbia kurudi mjini akipiga kelele kwa kila mtu, njoni mwone mtu aliyeniambia mambo yote niliyowahi kufanya. Je, huyu anaweza Kristo, yani Masihi aliyetiwa mafuta. Basi kwa hilo unajua, mji mzima unamiminika na kumfuata huyu mwanamke kurudi kwa Yesu, na wanapopanda ule mteremko kuelekea kisima cha Yakobo ambacho bado kipo hadi leo, Yesu anawaambia wanafunzi wake hapa kwenye mstari wa 35, tazameni nawaambia, inueni macho yenu, muone mashamba yamekomaa tayari kwa mavuno. Unajua, naamini kwamba hawa wanaume wa Samaria wakiwa wamevaa vilemba vyeupe walikuwa wanawakilisha kile Yesu alimaanisha aliposema hapa kwamba mashamba yamekomaa tayari kwa mavuno. Mashamba ya ngano na nafaka huwa ya kahawia, si meupe. Sina shaka kwamba Yesu alikuwa anazungumzia wale wa Samaria waliokuwa wanatoka mjini wakielekea juu kwenye kisima cha Yakobo. Mstari wa 39 unatueleza kuhusu mavuno hapa, tunapoambiwa kwamba Wasamaria wengi kutoka mji ule walimwamini kwa sababu ya ushuhuda wa yule mwanamke. Niruhusu nikuulize swali leo, unakunywa kutoka kisima gani? Je, unatafuta maji ya kuburudisha na kuleta uhai kutoka visima ambavyo kwa kweli vinakuacha ukiwa na kiwi? Basi Yesu anajua wewe ni nani. Anajua kila kitu ulichowahi kufanya, kama vile yule mwanamke. Kila jambo ulilowahi kufanya, liwe baya au jema, anajua kabisa. Kuhusu kiu yako, kiu yako ya kupata maana, kiu yako ya maisha yenye dhamani ya kuishi. Unajua, mimi siwezi leo kukulazimisha kunywa, lakini naweza kukuambia mahali ambapo maji ya uzima yanapatikana. Yanapatikana tu kwa Yesu, Masihi, aliyepakwa mafuta. Mara nyingi ninapoandika barua au barua pepe, huwa na saini chini, nimeridhika katika Kristo, na nafanya hivyo kwa sababu ndivyo alivyofanya kwangu, na ndivyo atakavyokufanyia wewe pia, ukimwomba akusamehe, akuokoe, na akupatie kinywaji cha uzima wa milele wa imani ndani yake.